Halo, ndugu mfuatiliaji wa elimu ya afya kupitia chaneli hii ya Mr. Lab, na leo hii tutakwenda kuzungumzia kuhusu kisukari aina ya pili. E, ikumbukwe kwamba kupitia chaneli hii ya Mr. Lab TV tumeshazungumzia kuhusu kisukari, tumezungumzia umuhimu wa sukari mwilini, tukaja tukazungumzia kisukari aina ya kwanza, Chanzo na dalili zake. Na leo hii tutazungumzia uh, kuhusu kisukari aina ya pili chanzo na dalili zake e, ungana nami kupitia studio hizi za Mr Lab TV. ya tuanze kwa kusema kwamba uh, kisukari aina ya pili ni aina ya kisukari ambayo uh, inahusisha seli za mwili inahusisha seli za mwili kushindwa kuku kuasepti au kushindwa kuwasiliana na insulini inayozalishwa kutoka kwenye kongosho. Kwa hiyo utofauti uliopo ni kwamba e, kisukari aina ya kwanza, ile shida inakuwa kwenye kongosho, inashindwa kutengeneza kiwango cha kutosha cha insulin. Lakini kisukari aina ya pili ni kwamba e, insulin inatengenezwa ya kutosha, isipokuwa seli zinashindwa kucommunicate au kuwasiliana na insulin yani insulin inashindwa kubind kwenye zile seli ambazo zinatumia hiyo glucose. Ndivyo hivyo, hivyo. Lakini sasa e, hii kisukari aina ya pili, mtu mwenye kisukari aina ya pili, maana yake ni kwamba anakula chakula cha carbohydrate kama kawaida. Eh, lakini baada ya kuwa digested kile chakula cha carbohydrate tunapata sukari. Sukari inaingia kwenye mfumo wa damu. Ikishaingia kwenye mfumo wa damu, kongosho inatengeneza insulin kama kawaida, isipokuwa sasa hiyo insulin na glucose ndani ya mfumo wa damu inaposafirishwa kwenda sehemu nyingine mbalimbali mbali za mwili kwa ajili ya matumizi, kule kwenye sehemu za matumizi, sehemu ambako inaenda kutumika seli zinashindwa kuwasiliana sasa. Manini? na nini na insulini, ili glukosi ingie ndani itumike kutengeneza nh au nishati. Changamoto ndio ilipo hapo, na hii mara nyingi huwa inasababishwa na uzito uliopitiliza, kiwango cha mafuta kuwa kingi katika mwili, lakini mfumo wa mlo au namna tunavyokula vyakula, tunakula kwa namna gani na kwa nyakati gani. Yeah, ndio sababu kubwa inayopelekea kisukari aina ya pili. Kwa mfano hapo ukiangalia ni kwamba uh, sukari na insulin vyote viko kwenye mfumo wa damu, isipokuwa seli sasa zimekuwa feeded, yani hizi eh, sehemu ambazo insulin inatakiwa ijiatachi zina mafuta eh, kwa hiyo haya mafuta sasa ndio yanazuia sensitivity, yani mawasiliano kati ya eh, eh, eh, eh, insulin communication ni kati ya insulin pamoja na cells, ndio maana sasa unakuta uh, see, insulin inashindwa kubind, na mwisho wa siku ni kwamba uh, mwili unaendelea au cells zinaendelea kutoa signal uh, kwamba hatuna sukari, hatuna glucose, na hizo signal zinaenda kwenye kongosho, kongosho inaendelea kuzalisha insulin ma, ya kutosha na pia mwili pia unatoa signal kwenda kwenye liver kwa maana ya ini pamoja na misuli, ili kutoa ile sukari iliyohifadhiwa iliyohifadhiwa. E, inatoa ile sukari iliyohifadhiwa. Kwa hiyo sukari inaongezeka kwenye mfumo wa damu, lakini insulini pia inaongezeka, lakini mwili hauna, seli za mwili hazipati sukari. Kwa hiyo sasa, kadri hivyo vitu vinavyoongezeka, sukari inaongezeka na insulini inaongezeka, inafika wakati kongosho inachoka eh, au inashindwa sasa kuzalisha kuendelea kuzalisha insulin, kwa hiyo ina drop, kwa insulin inashuka kabisa eh, sasa maanake tayari unakuwa umeshift kutoka kwenye kisukari aina ya pili, sasa hizi unakuwa kisukari aina ya, ya kwanza kwa sababu kongosho tayari nayo imefeli imeshindwa kutengeneza insulin kwa sababu ya kiwango cha sukari kuendelea kuwa juu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kumbe, sasa mtu akitambulika mapema akiwa na kisukari aina ya pili ni rahisi kutibika ukilinganisha na mtu aliyochelewa kutambulika, na hii huwa ina uwezo wa kuchukua miaka e, mitano mpaka kumi e, mpaka mtu aje kufanya nini, kugundulika kwamba au kuonyesha hizo dalili za kwamba ana kisukari. Kwa hiyo hii ni wito kwamba tunatakiwa kuwa tunacheki sukari yetu mara kwa mara, ili e, tuweze kugundua mapema tufanye tupate matibabu. Kama ni kisukari aina ya pili inaweza katibika na kikapona kabisa. Lakini lakini pia labda tuzungumzie kwamba mtu mwenye kisukari aina ya pili anaonyesha dalili gani? Dalili gani je? Mm. Yes, vitu gani vinasababisha sasa kisukari aina ya pili? Cha kwanza kama nilivyosema, uzito uliopitiliza. Cha kwanza ni uzito uliopitiliza, lakini cha pili um, ni kuwa na mafuta mengi katika mfumo wa damu, lakini cha tatu ni namna na aina ya vyakula tunavyokula. Ndio sababu mojawapo, eh, sababu ambazo zinahusishwa na kisukari aina ya pili. Kwa hiyo tukikontrol vyakula tukafanya mazoezi hatuwezi, e, kupata kisukari aina ya pili. Ni mara chache kupata kisukari aina ya pili e, lakini twende tutazame dalili za aina hii ya kisukari. Dalili ni zile zile zinafanana na dalili za kisukari aina ya kwanza, ambao dalili ya kwanza ni kuwa kunywa maji mengi, kwa maana ya kuwa wanapata kiu ya maji unakunywa maji mengi. Na kwa nini unakunywa maji mengi? Kwa sababu, uh, figo inajaribu kupunguza kiwango cha sukari kilichopo kwenye damu kupitia ku, kupitia kukojoa. Lakini dalili ya pili, unakuwa unakojoa mara kwa mara, yes, kwa sababu unakunywa maji mengi. Lakini dalili ya tatu, unachoka, uchovu usioisha. Kwa nini? Kwa sababu seli hazina glukosi. Seli hazina glukosi, hazipokei glukosi, kwa hiyo bado zinashindwa kufanya kazi. Ndio maana unaona uko hivyo, unakuwa na uchovu. Lakini uh, dalili nyingine ni kwamba unapungua uzito, unapungua uzito, japo hii ni kwa baadhi, sio wote, lakini pia unaweza ukapungua uzito. Kwa nini unapungua uzito? Kwa sababu uh, mwili usipowahi kufanya matibabu ya hichi kisukari, mwili huwa unaanza kutumia Protein, yani misuli ya mwili pamoja na mafuta yanayojenga mwili ili kutengeneza nishati. Ndipo hapo sasa hatimaye unapungua uzito. Lakini um, dalili nyingine hapo ni kwamba unakuwa unapata ya, unakuwa e, ukipata jeraha, kidonda kinachelewa kupona. Kwa nini kinachelewa kupona? Kwa sababu sukari ipo nyingi kwenye damu, na ile eneo la jeraha lina sukari nyingi na mwisho wa siku ni kwamba unakuwa na e, wadudu wanazaliana sana katika lile eneo, ndio maana lile eneo linachelewa kupona. Kwa hiyo ukikontrol kiwango cha sukari, kidonda kinapona haraka zaidi. Lakini pia um, dalili nyingine ni kupata miwasho um, katika sehemu za siri. Kwa nini? Kwa sababu mkojo ule una sukari kwa hiyo ule mkojo kwa sababu una sukari, kwa hiyo ni rahisi kuruhusu e, kuruhusu wadudu kufanya nini? Kuzaliana na fungus, bacteria na kadhalika ambao wana affect maeneo hayo, na mwisho wa siku unaweza kupata miwasho na athari za mara kwa mara za mifumo, kwa mfano hata UTI na nini na kadhalika, unaweza kuwa unapata hizo changa moto. Lakini pia dalili nyingine ni kwamba unakuwa na uoni hafifu eh? Unakuwa na uoni hafifu kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye sukari, au ukiwa na kiwango sukari kikubwa cha sukari mwilini au kwenye mfumo wa damu, ile sukari pia inaathiri yale maji katika tufe. Eh, haya matufe ambayo yapo kwenye macho, ile maji maji ambayo yapo kwenye macho yanabadilika, yanakuwa tabid au cloud, yanakuwa yani mazito kwa ni ndio hapo sasa unapata dalili hizo za kupoteza uoni au kuwa na uoni hafifu. Yeah ko, hizo ndizo dalili za kisukari. Endelea kufuatilia Mr. Lab TV kupitia hii YouTube channel. Kama umependa kuendelea kufuatilia studio hizi au elimu hii ya afya, usisahau kusubscribe pia pia unaweza ukashare. Karibu sana.